Seme la, la kwanza tumechangia hapa, imekuja harambe. Kwa hivyo, nami nachanganya mchango wangu na harambe mimi, inshallah katika kuendeleza ujenzi wa Tauhidi, nitatoa mifuko 100 ya saui. Lakini mi niseme mambo matatu. La kwanza, ndugu zangu, ni hichi ambacho mmekifanya ya kusimamia ujenzi mimi watao hili ambalo ninasema linaweka viwango vya matawi yetu yawe ya viwango gani, kama ambavyo mmeweka viwango kwenye ofisi za majimbo. Mimi niwapongezi sana viongozi wa jimbo la wingi, mmeweka viwango kwa ofisi ya jimbo. Sasa mnaweka viwango katika ofisi za matao. Ndugu zangu, chama harakati za chama ni kwa ajili ya kuvuta watu tukawapeleka kule tunakotaka. Kwa hivyo la kwanza la chama ni kuonekana, mtu akipita ajue hapa hichi chama kipo na kitaonekana vipi ni hatua zetu kama hizi. Jana tulikuwa na ufunguzi wa wa baza baza, ndio hatua ya mwanzo. Ngazi rasmi ya chama chetu ni baza. Ni jambo kubwa la kufanya chama hili onekana. Dunia yaliwaana leo, dunia inaona tena, watu wengi kwa kupitia tawi, mimi naambia. Kuna mahala hatukiafika ofisi kama hii hatakamboa ndio <todak> kweli sasa. Sasa leo hii mwenyeji nasema ah, ofisi ya namna hii hii ni ya tawi. Mimi nawapongeza sana kwa kazi hii na tutashirikiana inshallah kwa sababu tunataka kuweka hii maneno ya wazungu iwe ni gold standard ya mata kwamba tukizungumza tawi la ACT Wazalendo wenye reference yetu, rejea yetu ni tawi la makofu ah. Ah, sizipendi, anajua makama, nimwambia, tungekuwa tumechukua serikali leo, hizi wilaya zinazoitwa ah sijui siju zote tungeshazibadilisha hii na ile kwa jambo la kwanza. Maana ukisema ah b kuna tatizo katika kufikiri, ndio ukweli jamani eh? Tutanapa hili, tunao vitu vingi vya kuvienzi au sio? Naweza kusema hii ni makofu gani kama ni sokoni au makofu gani, lakini mimi nimwambie ukweli, ukweli wa hizi a b zinakufanya mtu akuone kama hutaki kujihangaisha kufikiri. Waigo, kwa hivyo inshallah naamini kwamba hili tutalifanyia kazi na ikiwezekana tutalitolea hata mwongozo katika chama, kwa sababu sote tuende sawasawa, lakini tu, tu, tulipo ni hapo. Mimi nawashukuru sana, nawapongeza sana, mmefanya jambo kubwa sana. Kuna watu walitegemea kwamba hawa jamaa baada ya yote waliofanyiwa haya basi sasa hivi wako chali umbe. Sasa chali ni ayokuja kuigonga na ukuta eh, ayokuja kuigonga na ukuta, lakini ukuta uko vile vile imara na unazidi kuimarika. Na hii mimi niwaambie, hii ndio nguvu yetu hii ndio inayofanya wenzetu wasajabu, hawa jamaa wana wa kitu gani? Wanaambizana Pemba, baada ya yote haya, kila shughuli zinazofanyika, watu utafikiria ndio kwanza wako kwenye kampeni. Najua kampeni tumezimisi au vipi? Sasa tunajenga matawi, na hili jambo tuli, ni, niliseme tuli, kidogo lakini matawi mbali ya kwamba ni alama ya chama kuonekana. Lakini hii ndio chemchemi ya elimu. Hii ndio chemchemi ya watu kufahamu. Hii ndio chemchemi ya kuondoa ujinga. Na mimi sisemi ujinga kwa maana mbaya. Hata Mwenyezi Mungu alipo uita. Nasema ni watu kutokufahamu. Jamani, kutokufahamu kubaya. Unaweza kumwona anakwenda anarudi yuko vizuri, anavaa vizuri, lakini kuna jambo hajalifahamu. Na kama jambo hajalifahamu, huyu anakuwa mzito, huyu anakuwa mzito. Nami siku zote natoa mfano, nachukua mfano kwenye, kwenye dini yetu, katika mtu aliyekuwa kwa kweli kikwazo aliyekuwa msumbufu aliyekuwa shida kwa Uislamu wakati unaanza, alikuwa Sayyidna Omar, au sio? Maana kupiga akipiga yeye, kutesa akitesa yeye. Tena usifikirie mateso haya ya sasa hivi, ah, kipigo cha kweli kweli. Maana mtu miraba minne, kama akikupiga... na alikuwa na nguvu alikuwa na wasta, alikuwa na na maarifa pia, na akiheshimiwa, akiogopwa katika mji wa Maka. Lakini jiulizeni, kwa nini mtume wetu hakumuomba Mwenyezi Mungu kwamba kwa huyu muondoe, akasema hebu huyu tuondolee, hebu mnakamishe hivi? Mwenyezi Mungu asingeweza kumwondoa? Lakini mtume hakuomba dua hiyo. Alimuomba Mwenyezi Mungu, "He Mwenyezi Mungu mjalie huyo Omar as aslimu tuwe naye." Jamani ni kweli sio ni Eh? Katika watu alioomba mtume wetu waslimu waweko kwenye kupambania Uislamu. Alikuwa Sayyidna Omar. Kwani kwa sababu mtume alijua kwamba huu unamsumbua ni huu ujinga tu, hajafahamu na ndio maana tunaambiwa kwamba alipokwenda kwa alipo ndugu yake yeenda kwenda kumtandika, alikuambia ah, wewe una, una, una tesa watu vipi ndugu yako mwenyewe na mme wake na kwa ni waislamu wa mislimu wa, akasema subiri, na kwenda huko watu na hofu, aliposikia ni yeye kile alichokuwa akisoma akakitupa huko daro zake na nini, lakini kakuta mwanamke shujaa, akamjibu alipokiona, akachukua ile surati Taha ndiyo alikuwa akisoma, akasoma akapitia. Akauliza, hii ndio nini? ndio hiyo Kurani? hii ndio Kurani. hii haya noelezwa humu, ndio anaofanya watu wa mpinge Muhammad? Akamwambia ndio, si na wewe tu unaipinga ni yeah? Haya, akasema, aka sawa, katoka moja hmm kwa moja, kaira kwa mtume kwenda kusilimu, alikuwa haja yeah alipoyajua ulipomtoka na akawa ni rasilimali ya Uislamu. Fikiria mtu huyo alikotoka, baadaye katika historia katika tarehe ya Kiislamu, kama kuna sahaba kuna Muislamu ambaye kauli zake rai zake zimekuja kuthibitishwa na Qurani, Sayyidna Omar. Kuna utatanishi wa jambo, watu wanazungumza ile rai yake yeye atakayotoa basi, yeye rai zake nyingi ndio baadaye zimekuja kuthibitishwa na Qurani. Fikiria mtu alipotoka akafika huko katika historia tarehe ya Kiislamu, mtu anayejulikana kwa uadilifu uliopindukia mpaka katika kuendesha nchi kuendesha mambo ya watu, alikuwa Sayyidna Omar, Omar Faruk. Sindiyo? Kwa sababu gani? aliokuwa nao mwanzo ulikuwa ni ujinga. Mtu bwana, hata akiwa jabari vipi, hata akiwa na akili vipi, ana wasta wa namna gani, tajiri wa namna gani, lakini akiwa mjinga, jambo hajalifahamu, huyu anakuwa mbaya. Lakini kumbe huyu huyu akifahamu, huyu huyu ndo anakuja kuwa